Okay, kaunti namba 27 ambapo vijana katika kaunti ya Uasin Gishu wametangaza mikakati ya kupambana na watengenezaji na wale wanaojihusisha na uuzaji wa mihadarati katika sehemu hiyo. Vijana hawa wamesema ni wajibu na jukumu lao kujitokeza kupambana na janga hilo. Baada ya Rais William Ruto kutangaza vita dhidi ya pombe haramu, vijana katika kaunti ya Uasin Gishu sasa wamevalia njuga wenyewe mchakato huo kupambana na kumaliza kabisa utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu eneo hilo. Ah, tunawakujia wala watu ambao wanaandaa mambo haya because we realize that watoto wenu are not using these things but you people are doing this are making these things and you using on our children. Tunasema kwamba no to drug abuse, na tunawakataza kwamba tuna we are coming for you by tutakuja mpaka hapo, tutakuja wasalimia na hiyo salamu itakuwa mzuri na mutairudia tena tafadhali. Tunaomba kwamba na vijana pia tunawaasihi kwamba let's engage ourselves in different things apart from using drugs. Asante. We cannot let our generation go. Personally, uh, I have a friend mwenye ako affected na madawa za kulevya. And right now yeye amerukwa na akili. He's a graduate, ni graduate naye, na yeye alisoma engineering. But right now yeye amerukwa na akili. So, we... Na hawa wamedokeza kuwa pombe inawamaliza vijana sana na wao ndio wanajua ni wapi na ni nani anayejihusisha na vileo katika maeneo wanayokaa. Walisema kwamba ukiona mwendazimu wanatembea pale una smile kwa sababu si wako ama you are not related but when you are related you will feel the pain reason being uenda alitumia dawa za kulevya hii drug abuse imetuumiza hii kitu si poa by the way it is very bad it is making us zombies useless and helpless we want to tell those people who are making these things we know you by the way na tunawajua mpaka base yenu tutafika pale. Akiwaunga mkono vijana hao, gavana wa kaunti wa Uasin Gishu Jonathan Bii amesema jinsi vijana wa Gen Z walivyofanya maandamano humu nchini na kila kitu kikasimama, vijana hao wana uwezo wa kupambana na pombe, kwani wanaotengeneza ni majirani wao, marafiki au sehemu za burudani pale wengi huenda kujivinjari getting messy into these things, you you you you will not have any future. You will spoil your body. You will spoil your thinking. Talent inalipa alipa. Content inalipa. Usipotee kwa pombe, usipotee kwa dawa ya kulevya. Vijana katika kaunti ya Uasin Gishu anasema kwamba wamejitolea mhanga kuwatafuta wale wanaotengeneza dawa za kulevya, pia na wagemaji wa pombe haramu ili waweze kuangamiza tatizo hilo kabisa. John Wanyama, Runinga ya Citizen Kaunti ya Uasin Gishu. Toka kaunti namba 27 turejee kaunti namba 47, studioni mie napata fursa ya kupumua kabla ya kurejea na taarifa zaidi.